<coughs> naomba ni chukue muda huu adhimu kukupongeza mweshi mwenyekiti, wewe, waheshimiwa madiwani, kurugenzi, na wataalamu wote, watumishi wote wa watu halmashauri kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mwaka huo wa 2024 ameridhika kutupatia hati safi ya ukaguzi kwenye n si jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo ndani yake lina picha kubwa ya kwamba halmashauri yetu ya Hanang' tumeamua kwa makusudi kupambana kuhakikisha shughuli zote ambazo zinafanyika hapa zinafuata sheria na taratibu, kwani mkakati wenu wa makusudi huo, hongereni sana. Licha ya changamoto ambazo zinaonekana zipo, lakini pia panaonekana pana jitihada kubwa, lakini pia pana mipango mizuri ya kuhakikisha kwamba tunapambana na hii changamoto. Ndio maana mmemsikia hapa ameanza haraka haraka, kikao hichi kisiwe kirefu sana kikao hichi kiwe kifupi kiwe kifupi, kwa sababu anajua wamefanya kazi kubwa. sh mwenyekiti, hongera sana, kwa kweli kazi imefanya kubwa licha ya hoja ambazo zimeonekana wakati wa ukaguzi, lakini zimefanyiwa kazi, na hilo ndio jambo kubwa linalotakiwa kufanyia kazi, lakini sio tu kufanyia kazi. Sasa mwenyekiti, kama alivyoongea mwanzo, tuweke pia mipango madhubuti ya kuzuia zisitokee lakini mkurugenzi, na timu yangu ya wataalamu wa kuwa vitengo na idara, Hanang' niliyoionaga sio Hanang' ya leo. Hiyo lazima nisema kweli. Mwenyekiti hapa aliongea kidogo, lakini mimi naomba niongee ndani ya moyo wangu, kwa sababu Hanang' ya leo hakuna huku, mambo mtakavyo watu waongee milioni ya tano anaelewa watu wanaongea ni mpaka unasikia la. Naona sasa kwenye kuzungumza vitu vina- vinaonekana na vitu vinafanyiwa kazi, lakini kwa kweli imefanya kazi kubwa sana. Ndugu watumishi, najua mambo ni magumu, hali ni ngumu mara la zingine, lakini kwa kadri nilipobarikiwa mefanya kazi kubwa sana, nami nawashukuruni sana sana kwa dhati ya ma na hatuta kuangusha katika hilo, na ni mshukuru pia katibu tawala wa mkoa na timu yake, ofisi ya CAG kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia katika kipindi chote ambacho tulikuwa tunajibu hoja za ukaguzi. Umekuwa ni ukaguzi shirikishi, tumepokea maelekezo na, tunaendelea kufanya kazi. Na mimi niwapongeze mbele yako wakuu wa idara na watumishi kwa ujumla kwa kazi ambayo wameifanya, na hii naondoa mashaka wetu sisi madiwani ya kwamba kwa upande wetu madiwani pamoja na wakuwa idara tumefanya kazi nzuri za ushirikiano. Lakini Mkuu wa Mkoa, mimi pia ninakushukuru kwa sababu kwa vikao kama vitatu mfululizo wilaya hii kauli yako imebadilika na inatutia moyo. Kule nyuma tulikuwa hatujakaa vizuri na nilisikia siku moja ulisema hana ina kukusua kichwa. <coughs> Lakini mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi wewe kama kiongozi wetu wa mkoa, kauli yako ya kutupongeza ni baraka. Na wakurugenzi ambao wa mheshimiwa Rais alikupatia kwa kweli wanaitumikia sana kwa moyo mkunjufu. Wakati mwingine anaongoa, lakini tunafikiria namna gani kazi zinaenda. Idarafai tunamshukuru kwa mchango wa moyo. Hata ingekuwa idara mara zote Wanajambo wa Dodoma, jamani, kuna hili na hili na hili, nimekaaje huko kwenye mafaili yetu. Wamekuwa wakinipa ushirikiano, na kwa kipindi kirefu hatujawahi kubakisha chenji hazina kwamba kuna fedha zimebaki hazija lo ana, tumekuwa tukipewa fedha zaidi. Na huu ni ushirikiano kutoka kwa Baraza la Madiwani, wakuu wa idara.